Maelfu ya wapenda soka wa mkoa wa Ruvuma jana wameshuhudia michuano ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara katika uwanja wa Majimaji, safari ikiwa ngumu kwa Wanalizombe licha ya kuonyesha uwezo mkubwa wa kulisakata kabumbu, wa kulisakata gozi la ng'ombe. Ng ngome ya Simba na safu ya ushambuliaji ikiwa imara, Simba wameunguruma mjini Songea kwa magoli matatu kwa sifuri. Toka saa nane mchana foleni ilionekana kuwa kubwa watu wameingia uwanjani kuanzia saa saba mchana, Majimaji ikiwa na shauku kubwa ya kutaka ushindi huku wekundu wa Msimbazi Simba wakisema haiwezekani kupoteza mchezo. Ulioanza saa kumi kamili jioni, dakika ya kumi kipindi cha kwanza, mchezaji Ibrahim Migomba alipiga krosi ambayo ilimkuta Shiza Kichuya bila ajizi akamsalimia mlinda mlango wa Majimaji Hashim Musa kwa kuujaza mpira kimiani. Hata hivyo, mchezaji Edi Kipagwile alionekana kuwa nyota wa mchezo baada ya kupeleka mashambulizi hatari langoni mwa Simba, ambapo Majimaji walipata kona tatu kipindi cha kwanza ambazo hazikuzaa matunda. Mpaka mapumziko, Majimaji walikuwa wamekubali kipigo cha goli moja kwa Nunge. Na kipindi cha lala salama, timu zote ziliingia uwanjani kwa nguvu mpya. Simba, kwa mara nyingine, walipigilia msumari wa pili katika dakika ya 62, Saidi Ndemla aliipatia timu yake bao la pili na bao la tatu ilipatikana mnamo katika dakika ya 90. Kabla ya mchezo huo wa jana, Majimaji walikuwa wameshika nafasi ya 13 kati ya 16 kwenye msimamo wa Ligi Kuu ya Vodacom.